chaguzi wanaosimamia kwenye vituo huku vijijini na mitaani, walimu wa manesi, watu gani, wote wa masisiemu. Ndio maana kwenye uchaguzi sasa haiwezekani tena kushinda. Ndio maana hizi sifuri sifuri kwao. Tunapozungumza habari ya mabadiliko, tunazungumza habari ya kubadilisha huu mfumo wa kisisiemu yao hawa wanaosimamia chini kwenye udiwani kwenye wenye viti wa mitaa na vijiji wawe ni watu huru wasioitegemea CCM kwa riziki zao. Wanapozungumza mabadiliko ya mfumo, la kwanza ni hilo. La pili, ndugu zangu, tuna ugonjwa sana umekuwa, sasa ni ugonjwa wa kudumu. Tulifikiria ni ugonjwa wa Magufuli tukafikiri tutapata ah, hueni baada ya Magufuli kufa. Ugonjwa huo umeongezeka ukali, sasa ni ugonjwa sugu. Meaona mwaka jana chini ya Samia, ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani, na wanaoenguliwa ni wapinzani. Katika historia ya uchaguzi wa vyama vingi vya, vya nchi hii hakuna mgombea mmoja wa CCM amewahi kuenguliwa, hakuna. Sasa hiyo inatokana na nini? Inatokana na sheria ya uchaguzi kuwa ni sheria ya kuwekea mitego wagombea badala ya sheria ya kuwezesha uchaguzi. Ukikosea kwenye picha, sheria inasema uki ukiwa mgombea uweke picha ya aina fulani. Ukiikosea hiyo picha, umekwenda na maji hivi. Picha haiwezi ikarekebishwa, uwezi ukaambiwa kapige picha nyingine. Ukikosea jina waliofanya makosa lakini walitengenezewa makosa na mkurugenzi na wakurugenzi nchi nzima na watu wao. Ndio maana wakaengua watu kwa maelfu. Sasa dawa ya ugonjwa wa kuengua wapinzani ni kubadilisha sheria, sheria iseme watoto wa darasa la kwanza wameenda kwenye daftari la wakazi, daftari lile la sensa, wameandikisha majina yote bila kuangalia hata umri. Ndani ya si, si, wiki moja wameandikisha watu milioni 31 Tanzania yetu, tutadanganyana nini sasa? hawa wanaoandikishwa ambao hawana sifa, wengine marehemu, wengine hawapo, mnakuja kukutana nao siku ya uchi. Ujue hiyo kazi ina mambo hivyo, vipeki vimejaa kura feki, vimejaa kura za uongo, alafu wanaondoa mawakala ma, ma, Ma, ma, majina ya wa, wapiga kura wote inaowaandikisha nchi nzima. Maana yake tume inatuwekea majina ukutani, inaacha kuweka mamilioni ya wapiga kura hewa ambayo imewatunza ime sana vurugu dhidi ya wapinzani wakati wa uchaguzi wa kampeni. Wa kampeni tunafanyiwa vurugu sana, tunafanyiwa vurugu na wasimamizi wa uchaguzi, tunafanyiwa vurugu na mapolisi, tunafanyiwa vurugu na ma-DC, tunafanyiwa vurugu na maafisa tarafa na wakuu wa mikoa, tunafanyiwa vurugu na watu wa usalama wa taifa. Ni vurugu dhidi ya wapinzani. Nataka hizo vurugu zikome. Wakati wakati... Ilifika wakati wa kuweka mawakala, mawakala wa upinzani kuapishwa ni vita, vita na mkurugenzi.